Watendaji wa vijiji na kata, wataalamu wote tunatakiwa tufanye kazi kwa ushirikiano, sijui umenielewa, kwa kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi. Hayo ndio maelekezo ya serikali yetu, na hata sisi chama tunayoisimamia serikali tunasema hayo hata kama hapa Mchoteka yuko diwani wa upinzani, wanafikiri ACT Wazalendo hapa wanatekeleza ilani gani? Kwa sababu kama kuna mpango wa kujenga kituo cha afya, ipo kwenye ilani ya nini, ya Chama cha Mapinduzi. Kama kuna ukarabati wa shule, kama kuna ujenzi wa miundombinu ya barabara, kama ujenzi wa zahanati, hii yote ipo kwenye ilani ya chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo hata yule mwenyekiti wa kitongoji aliyotokana na ACT Wazalendo anatekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo hata diwani wetu wa, wa Mchoteka wa ACT Wazalendo anatekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi. Hawezi kukwepa hilo jukumu, kwa sababu ingekuwa serikali imechukuliwa na wapinzani tungetekeleza ilani yao, au sio? Lakini wao hawajashinda, kwa hiyo hawana budi kuendelea kuunga mkono juhudi za Daktari Samia Suluhu Hassan, waendelee kuunga mkono juhudi za serikali ya awamu ya sita. Hayo ndio maombi yetu kwao. Kwa hiyo watendaji wa serikali wasijibagaze, wakaona kwamba wao wako mbali na sisi. Wate wanatekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi. Ndio maana mimi katika ziara yangu napenda, napokuwa na viongozi wa chama, nahitaji na viongozi watendaji wa serikali na viongozi wa serikali yani wa vijiji, tukae nao pamoja, kwa sababu sisi sote tunajenga nyumba hii moja ya maendeleo. Chama na serikali lazima tushikamane kuhakikisha wananchi wanaletewa maendeleo yao maendeleo ya wananchi yanahitajika sana na yanatakiwa, kwa sababu sisi tukiwa wamoja, tukiwa wamoja, maendeleo haya yatazidi kuimarika na wananchi wataendelea kufurahia uwepo wa serikali yao, lakini uwepo wa uongozi imara wa Daktari Samia Suluhu Hasani. Na ndio maana nasema nilipokuwa napita mwaka jana, mimi na viongozi wenzangu kuomba ridhaa kwa wananchi mwichague CCM. Tulipita Mchoteka na maeneo mengine tukasema, mkituchagua mkituchagulia wenyeviti wa vijiji wenyeviti wa vitongoji watasimamia maendeleo. Baadhi ya maeneo tulikuta kuna migogoro, wananchi wanaonung'unikia serikali zao, wanasema serikali haifanyi mikutano ya wananchi. Walisema baadhi ya serikali zinaweza ku kutoa ardhi bila mikutano ya wananchi bila ridhaa ya wananchi. Sisi tukasema tupeni hiyo ridhaa, sisi tutafanya hiyo kazi ya kutoa elimu na kuisimamia serikali ili taratibu, kanuni na sheria za uongozi wa vijiji ziendelee kusimamiwa. Leo tumepata serikali, tumepata uongozi, tunachotoa maelekezo kwa ndugu zetu wa serikali na viongozi wetu wa vijiji ni kuendelea kutoa huduma za kijamii kwa wananchi kwa weledi mkubwa mno. Wananchi wana matumaini na serikali ya Chama cha Mapinduzi, wananchi wana matumaini na uongozi wa wenyeviti wa vijiji mliochaguliwa wenye, wananchi wana matumaini makubwa na viongozi wa vitongoji kwetu. Twendeni tukatoe huduma iliyotukuka ambayo kila mwananchi ataifurahia na ndicho ambacho tunakifanya, na mafanikio haya hayawezi kupatikana kama ushirikiano kati ya viongozi wa CCM na watendaji wa serikali hawawezi kuungana. Tukishirikiana, tukiungana pamoja, mafanikio yanaonekana. Leo hii mtendaji wa kijiji ukikwama, ukija kwetu, tunaendelea kuishauri kwe na kuiomba serikali jamani, pale pelekeni huduma, kwa sababu tumesikia kilio cha wananchi, na ndio maana hata kama ziara yetu hii ambayo tunaendelea nayo Tunduru, tunapita katika hizi kata, kuna maeneo tunapata malalamiko, tunapata kero. Na sisi Chama cha Mapinduzi, moja ya jukumu letu ni pamoja na kupita, kusikiliza kero za wananchi. Tukizisikiliza kero za wananchi, tunazifikisha kwenye mamlaka zinazohusika.